Tu. Jamani, mitihani ili ni piga nikawa napigwa upatua ah! Huyu eh, mkwe nataka nini saizi? Jamani, mapima yote hii eh, ah! mkwe mm -hmm. hey, mama Shamo, haya ah. Una shida gani? Una shida gani bwana, hebu ongea mapema mape, mapema bwana. Mimi unanipotezea muda wangu hapa. Kwanza unaniita mkwe, mkwe? Umeniletea hiyo mahari, umeniletea kidoti cha kanga na sukari, ukasema ni hii hapa mkwe wangu, nashukuru. Hamwelewani, atakuelewa vipi? Mtu una mbele una nyuma una hela una gari eh? Una hata pa kujilaza mtoto? Wewe wa kiume mwanaume mzima, una hata pa kujilaza huyo mtoto wangu atakuelewa? mtaelewana vipi? mtaka kazi na nasi na nasi ndo nini? kwanza hiyo uja magari ut una gari una gari gani, mwanangu?

huko kwanza kuwekeza huko Bwana, nishakwambia. Haya anazungumzika na wewe, usifanye hiyo ikaa kama risala bwana wewe.